Miso, risiti au taarifa ya risiti iliyoingizwa kimakosa kwenye sehemu iliandikwa live offering. Kisha chagua taarifa ambayo imekosewa. Ihakiki e, kwamba ni yenyewe. Hodi taarifa hiyo na kisha bonyeza delete. Andika sababu ya kufuta taarifa hiyo. Kisha bonyeza delete. Hapo taarifa ya risiti itakuwa imefutwa. Uziona taarifa za risiti uona taarifa za risiti zote zilizofutwa, bonyeza delete receipt. Na mfumo utakuonyesha taarifa ya mhusika aliyefutwa na sababu ya kufutwa kwa hiyo risiti. Yeah, unaweza kureprint risiti hiyo kwa kubonyeza button reprint.